Ukweli au uongo. Hujambo hapo ulipo na karibu katika makala ya ukweli au uongo katika idhaa hii ya RFI Kiswahili, tukielimishana kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii hasa so, wakati huu teknolojia inayokuwa kila wakati. Mimi ni Jupita Pita Mayaka nami ni George Ajoi, na kipindi hiki tunashirikiana na La Benevolencia. Naona machapisho yanasema kuna mkurupuko mpya wa Ebola Uganda mwezi huu wa Oktoba. Huu ni uongo. Kuongeza na hayo, tutaangalia machapisho yanayodai Marekani haitakuwa mwenyeji wa kombe la dunia mwaka ujao. Namba yetu ya mawasiliano ni alama ya kujumlisha 254707888555 Ajui, mzima wa afya? Mzima, sijui hali yako. Hali yangu nzuri kabisa, ingati amesema, wacha kule upepo wa bahari anaruhusiwa eh. Na upande wa pili wa studio tunaye Collins Kadhambi anatusaidia katika kuhakikisha hili linatendeka. Sasa msikilizaji, tuanze kule kwenye TikTok ambapo kuna video inayodai kwamba Uganda imerekodi mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mwezi huu wa Oktoba. Video hii tangu Oktoba kumi inamwonyesha mke wa rais Janet Museveni ambaye ni waziri wa elimu na michezo wa Uganda akizungumzia virusi hivyo. Sasa, hapa ni tazama maandishi yaliyowekwa juu ya video yanasomeka kwa Kiswahili: ugonjwa wa Ebola umerejea Uganda na watu kumi wamethibitishwa kufariki kule Kasese. Naam Jupita, katika video, mama wa taifa Janet Museveni anaanza kwa kusema nanamku, na namkuu, wizara inayohusika na elimu, tunataka kusisitiza umuhimu wa kuzingatia mara kwa mara kanuni za msingi kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Katika sehemu ya maoni naona mtumiaji mmoja anasema nadhani ni ya zamani, siyo ya sasa. Mwingine akasema video ya zamani. Mtumiaji mwingine amechapisha hivi, Ebola iko nchini Uganda pekee inatengenezwa huko kwa makusudi kwa ajili ya Uganda na daima katika kampeni. Madai sawa na hayo yalishirikiwa kwenye TikTok kuanzia Oktoba 12 yakiwa na na chapa ya Bukede TV na kichwa cha habari kilisoma Uganda imerekodi mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola na watu watano aaca wa Jupita katika ukaguzi wetu, uchunguzi wa karibu unaonyesha kwamba video hiyo. Ukweli au uongo! Hujambo hapo ulipo, na karibu katika makala ya ukweli au uongo katika idhaa hii ya RFI Kiswahili, tukielimishana kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii hasa, so wakati huu teknolojia inayokuwa kila wakati. Mimi ni Jupita Mayaka nami ni George Ajoi na kipindi hiki tunashirikiana na La Benevolencia. Naona machapisho yanasema kuna mkurupuko mpya wa Ebola Uganda mwezi huu wa Oktoba. Huu ni uongo. Kuongeza na hayo, tutaangalia machapisho yanayodai Marekani haitakuwa mwenyeji wa kombe la dunia mwaka ujao. Namba yetu ya mawasiliano ni alama ya kujumulisha 25477888555. Ajoi, mzima wa afya Mzima, sijui hali yako. Hali yangu nzuri kabisa. Ingati amesema wacha kule upepo wa bahari anaruhusiwa. E, na upande wa pili wa studio tunaye Collins Kadhambi anatusaidia katika kuhakikisha hili linatendeka. Sasa, msikilizaji, tuanze kule kwenye TikTok ambapo kuna video inayodai kwamba Uganda imerekodi mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mwezi huu wa Oktoba. Video hii tangu Oktoba kumi inamwonyesha mke wa rais Janet Museveni ambaye ni waziri wa elimu na michezo wa Uganda akizungumzia virusi hivyo. Sasa hapa ni tazama maandishi yaliyowekwa juu ya video yanasomeka kwa Kiswahili, ugonjwa wa Ebola umerejea Uganda na watu kumi wamethibitishwa kufariki kule Kasese. Naam, Jupita, katika video mama wa taifa Janet Museveni anaanza kwa kusema nanamku, na namkuu, wizara inayohusika na elimu, tunataka kusisitiza umuhimu wa kuzingatia mara kwa mara kanuni za msingi kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Na katika sehemu ya maoni naona mtumiaji mmoja anasema nadhani ni ya zamani, siyo ya sasa. Mwingine akasema video ya zamani. Mtumiaji mwingine amechapisha hivi, Ebola iko nchini Uganda pekee inatengenezwa huko kwa makusudi kwa ajili ya Uganda na daima katika kampeni. Madai sawa na hayo yalishirikiwa kwenye TikTok kuanzia Oktoba 12 yakiwa na chapa ya Bukede TV na kichwa cha habari kilisoma, Uganda imerekodi mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola na watu watano wamethibitishwa kufariki jupita. Katika ukaguzi wetu, uchunguzi wa karibu unaonyesha kwamba video hiyo imechapishwa mara nyingi na akaunti hiyo hiyo huku Tazamwa na zaidi ya watu laki moja, lakini video zote mbili ni za zamani. Katika kuendelea kwa uhakiki, pia utafutaji kwa kutumia maneno muhimu, video ya Janet Mseveni akizungumza kuhusu Ebola ni ya zamani, inatokana na Novemba mwaka 2022 wakati akitoa miongozo ya usimamizi wa Ebola shuleni. Nam vilevile ile ya Rais Mseveni akizungumza kuhusu Ebola, video asili ilichapishwa na Bukede TV mnamo 29 Septemba mwaka 2022 mbili. Madai kwamba Uganda ilirekodi mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mwezi wa Oktoba ni uongo. Pia tuliangalia kwenye wavuti na akaunti za Wizara ya Afya ya Uganda kuhusu madai haya ya mlipuko wa Ebola Uganda mwezi huu na hatukupata, msikilizaji pia wewe unaweza kutazama pale. Pia mwandishi wetu kutoka Kampala Kenneth Lukwago amezitaja video hizo kuwa za uongo. Ukweli au uongo ndicho kipindi unachoendelea kusikiliza kwenye idhaa hii ya RFI Kiswahili, mimi na wewe tukijituma ili kuwa mabalozi wa kueneza habari za ukweli haswa katika mitandao ya kijamii. Ajoi, tunaelekea wapi? Naam, katika mitandao ya kijamii watumiaji, naona wanadai kwamba Marekani haitakuwa mwenyeji mwenza wa kuandaa kombe la dunia mwaka 2026 kwa pamoja na Canada na Mexico. Kwa uhalisi, FIFA haijatoa tangazo lolote rasmi kuhusiana na hilo. Sasa hapa naona video kwenye TikTok iliyo sambaza zaidi ya mara elfu tatu ikiwa na sauti chini yake inasema, ni rasmi, FIFA imeamua kuwa kombe la dunia la mwaka elfu mbili ishirini na sita halitafanyika nchini Marekani. Na akaunti nyingi pia za Facebook zilisambaza uvumi huo, zikidai hatua hiyo ni kutokana na sera uh, Joe, zile za uhamiaji zake Donald Trump. Na hakuna tangazo rasmi la kuthibitisha kutengwa kwa Marekani. Katika taarifa yake hivi punde kwa vyombo vya habari iliyochapishwa mnamo kanusha kabisa uvumi huo. Mashindano hayo yatafanyika kuanzia Juni 11 hadi Julai 19 mwaka 2026 katika nchi hizo tatu, na ratiba rasmi iliyo kwenye wavuti wa FIFA inathibitisha habari hii. Kati ya miji 16 iliyochaguliwa kuandaa mechi 11, joe iko kwenye ardhi ya Marekani na fainali, unakumbuka, imeratibiwa kwamba itafanyika Julai 19 mwaka ujao kule New York na mjupita madai hayo yana Tokana kwa taarifa iliyonukuliwa vibaya kutoka kwa mkutano wa wanahabari wa Septemba 26, wa Rais Donald Trump, na haya ndiyo ayule yasema: nikihisi kuwa hali si salama, nitampigia simu Gianni, kiongozi wa FIFA, na nimwambie tuhamishe michezo sehemu nyingine, na atafanya hivyo na huu ndio wakati mwafaka wa kufanya hivyo. Nikiona Boston itasababisha usalama mdogo kwa kombe la dunia, nitafanya hivyo. Ikikabiliwa na kauli hizi, FIFA pia ilisisitiza kuhusu sheria za michezo ikisema, ni mashindano ya FIFA ni mamlaka yake na ni FIFA ambayo hufanya maamuzi haya. Ni kauli yake Victor Montagliani, makamu wa rais wa shirikisho la FIFA akisisitiza mnamo Oktoba 6. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 25477888555. Na katika kitengo cha kibonzo, tukenaye naye rafu kutoka nchini DRC. Rafu jambo, na leo unachora nini? E, jambo wa ndugu, jambo wa wasikilizaji wetu wa RFI, tunadhani mko vizuri sana kabisa. Hapa ni Rafael kutoka Bukavu, na kwenye wiki hii tuliamua kuangazia kuhusu habari ambayo ni ya uongo na ikiwa kizunguka kwenye nchi ya Uganda. Na hiyo habari inaonesha inatokana katika video mbili. Na video ya kwanza inaonyesha Janet Museveni ambaye akiwa mke wa rais na Yoweri Museveni yeye pekee ambaye akiwa rais, au wawili wakiwa wakiongelea kuhusu Ebola. Hii video zimekuwa kwenye mtandao katika mwaka wa 2022. Halafu kuna watu ambao wamekamata hizi video katika mwezi huu na mwaka huu wa 2025 wanazitumia ili wadanganye watu na kuwahofusha, ya kwamba Ebola imerudi. Hii habari ni ya uongo na inatubidi tuwe makini sana. Shukran Raf, kwa kibonzo hicho, na msikilizaji, unaweza kukipata ukitembelea wavuti wetu, lakini pia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni RFI Kiswahili. Washirika wetu wa La Benevolencia, mnasemaje? <coughs> <coughs>